Ili kuelekea kwenye mchezo ujao hesabu eh, zipoje kwenu nyinyi mashabiki? Ya, asante sana eh, kwa majina, naitwa Juma Yusuf Masasi, maarufu kinyago Tabata au kinyago wa Simba. Ya, nimekuja kupokea timu na pia nimekuja kupokea mashabiki wenzangu ambao waliacha shughuli zao hapa, wakaenda Cairo Misri, kwa niaba ya kusapoti au kuongeza chachu zaidi kwa wachezaji wetu waweze kupambana na kuperform vizuri. Kwa hiyo kawaida yangu siku zote ni kusupport, ni kusindikiza timu wakati naondoka na kuja kupokea. Kwa hiyo kazi yangu ni kusafiri, ni kusindikiza timu na kuja kufanyia mapokezi. Kwa hiyo kikubwa, nimeona mchezo wa kule ulikuwa ni mgumu sana, na pia mwarabu alikuwa na game plan ambayo sisi hatukutegemea kama atakuwa na mchezo vile, ni mipira yake ya kurusha kama anarusha kwa mkono. Kwa hiyo naamini uongozi wameona na kweli tumepoteza eh, alama, tumepoteza tumefungwa magoli mawili, yani tumeruhusu magoli mawili ni mengi lakini pia naweza nikasema kwa Benjamin Mkapa, kama wachezaji watafata maelekezo ya mwalimu na benchi ya ufundi kwa ujumla, sio mengi. Simba Sports hii ya sasa ni tofauti na ile iliyopita au ya msimu mwingine. Simba hii, ndio maana nakwambia kaulimbiu yetu hii, tunavuka Simba hii tunavuka, kwa maana tumeona kabisa, tuna jicho la mbali zaidi. Tunaamini kabisa kikosi hiki cha kina Kibu Denis Mpanzu, Musa Kamara, kwa kweli Sambi e, e, chasambi wana uwezo wa kuutoa hapa na kutoka mbali. Kwa hiyo hii tunavuka ni zaidi shairi kwamba kauli yetu mbiu hii tunavuka na tunavuka kwelikweli kwa, kweli. Kwa hiyo kikubwa ambacho shabiki wa Simba Sports, Kinyago Tabata ni wahakikishia wana Simba, timu tunayo na tunatamba nayo timu tunayo na tunatamba nayo. aa Waarabu mm -hmm. wanakuja kwenye tanuri la moto vigiso ambao wametufanyia kule Naamini sisi tulikuwa tuna uwezo kabisa kufanya kupata hata penati mbili kule, lakini yote kwa yote, ndio viara e, wameshinda kumhamasisha hata mwalimu mwamuzi kwa bana. Kuna jambo moja limetokea hapo, ukiangalia ile kwa miguu e, kwa hiyo migu, ilikuwa ni faulu ambayo ni penati zaidi shairi, lakini imemezwa kwa sababu wa ugenini, na sisi tutajitetea kwa sababu tuko nyumbani. Ku kama shabiki ni wahakikishie wanasimba kila shabiki ambao unajua Simba kwa kweli kweli kutoka moyoni kutoka mm. toka kifua mbele usione unatembea kwenye vijiwe vya kahawa kwenye mabodaboda unazungumza kuhusu Simba kwamba Simba hii hadi sasa tumepoteza wakati wewe una mchango wote. Kuna kuna jezi, una kadi, kadi bei rais kabisa. una kadi ya wanachama, haya wa shabiki. Kwa mimi inaniumiza sana. Kama wewe shabiki kweli alia, hakikisha tukuone Benjamin Mkapa ku support Simba yetu. Kadi tiketi mapema, tiketi bei ndogo zipo za platinum ambazo ni mbili na nusu zipo za laki na nusu Mdee, zipo za elfu hamsini masai arobaini thelathini elfu kumi elfu tano unashindwa nini? mshabiki wa Simba umekosa tiketini, yone, Tabata, Kosabu, Simba umekosa tiketi nione Kinyago Tabata, nitakupa tiketi, kwa sababu Simba lialia, inatakiwa sisi Simba timu inahitaji mashabiki, mshabiki wa kumi na mbili. Kwa hiyo fanya juu chini, hakikisha Benjamin Mkapa unafika leo. Tunaanza hamasa zetu, tunaanza harakati zetu na uzinduzi pale Mbezi Magufuli, kituo cha daladala hapa chini kikubwa. Sio kwamba hatuna kazi za kufanya, ila nia na madhumuni tuhakikishe tunawarahisishia mashabiki wa Simba kwa pembezoni pembezoni mote wa Dar es Salaam. Tutatembea mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, kaya kwa kaya, tunahakikisha tunakatia tiketi. Kwa hiyo hamasa zetu wana Simba msizipuuze, ni dhahiri shahiri kwamba tuna jambo letu tarehe tisa, hakikisha unajitokeza. Simamisha msafara popote pale, hata ukiwa mmoja, msafara unasimama, tunakuuzia tiketi. Tunauza tiketi, tunauza tiketi kuanzia leo. Kwa hiyo, tupokeni hii hamasa, viongozi wetu wa Simba, pokeeni hii hamasa, mashabiki wa Simba ambao nao wameacha shughuli zao na mazumuni kuhakikisha Simba yetu inafanya vizuri. Wana Simba, wachezaji wametuhakikishia kwamba ya kule ameshaisha ya, ila watatuhakikishia Benjamin Mkapa tarehe tisa tunavuka pasipo na shaka. Kwa hiyo kama wewe unaiamini simba yako unaiamini kikosi cha Simba kwamba tuna uwezo wa kuchukua wa kushinda wao wa kufuzu, kwa hiyo mimi nikuombe, mshabiki wa Simba uhakikishe unafika Benjamin Mkapa, sio unaiamini Simba afu unakaa kwako. Hapana, utakuwa unatumiza, utakuwa wewe ni mhujumu uchumi, yaani wewe utakuwa ndo wewe namba moja kuihujumu Simba Sports. Okay. Ili usihujumu, hakikisha tunaungana kwenye hamasa. Kama sio kwenye hamasa, hakikisha unakata tiketi mapema, twende tukaisapoti Simba yetu Benjamin Mkapa. Okay. ubwela Uli... hii Simba tunavuka yote, slogan zetu ni nzuri ambazo zinafaa na zinaishi, zitaishi miaka mia, kwa hiyo kama shabiki ni waombe wana Simba kutumie nafasi hii kusupport Simba yetu iweze kufuzu na iweze kufanya vizuri. Kwa maono yangu naamini upaso kitapika, wachezaji watacheza vizuri, watapambana na tutaanikiza. Okay, wata Kinyago, Kinyago ulicheki mpira dhidi uh, ya Al Masry ugenini, unadhani wapi ambapo wao, ukiachana na mipira ya kurusha Waarabu walikuwa imara zaidi? ah, Waarabu, lazima nadhani, walisha walishaiona Simba, japo sisi sidhani kama tuliwaona wao. Kwa hivi karibuni waligundua kabisa Simba ana uwezo wa kumiliki mpira asilimia kubwa, na ana uwezo wa kupiga pasi nyingi, lakini wao game plan waliokuja nayo, kupiga mpira mirefu, wanajua Simba asilimia kubwa ya wachezaji wa kubwa, Simba wengi ni wafupi, hawataweza kuruka ile mpira, lakini wao walikuwa wanarusha mpira ya kurusha, na kweli wamefanikiwa. Ukiangalia mingi walikuwa wanafanikiwa mpira ya juu kubwa, si Simba na uongozi au benchi la ufundi wameshaona wapi kwa kufanya wapi, kwa kuweka mambo sawa. Wachezaji, kila mchezaji ajitoe nafasi hii. Sisi tumesajili wachezaji wa, wa michoano ya ligi ya mabingwa au shirikisho, michoano kimataifa zaidi, sio ndani. Maana akikua ndani hata mimi ningepata nafasi nicheza. Mimi pia na uwezo. Kwa hiyo wachezaji, kila mchezaji ambaye anaona yuko Simba Sports atakiwa avuje jasho. Tumeshachoka na robo fainali, tunataka na, tutoke aa wenzetu, ambao wanaishia chini hapa, tuwaonyeshe Simba Sports kama ni kubwa. Sisi tunahitaji kuendelea kutumia hii temeno 3 hadi michuano itakapoishia tamati, tunapoenda kuchukua hata hiyo huo ubingwa wa shirikisho. Kwa hiyo hatuhitaji turudi, eh, temeno tu kama wenzetu ambao wamesharudi muda mrefu, takriban mwezi uliopita washarudi, washarudi muda mrefu. Sisi tunataka tuendelea kutumia temeno 3 mpaka kieleweke, mpaka mama Samia atakapochukua kwa hiyo shabiki wa Simba Kinyago Tabata na waomba wana Simba tuendelee kushikamana, tuunge mkono uongozi, uongozi wa Simba tuunge mkono harakati zote za Simba Sports. Naamini kabisa hakuna kitu ambacho kinashindikana chini ya alizi ya mama Samia Suluhu Hassan. Mama Samia Suluhu Hassan anaunga mkono michezo yetu kwa asilimia kubwa kubwa mno. Mimi Kinyago Tabata nashindwa vipi kumuunga mkono Mama Samia Suluhu Hassan, mama wa Tanzania wote? Kwa hiyo naomba wanasimba, naomba wapenda mpira mzuri tumuunge mkono Mama Samia Suluhu Hassan ambaye kila goli anatoa pesa. Sijaona kwa hivi siku tatu kama kuna pesa, lakini naamini pesa zitakuja tutaishi nazo. Kwa hiyo tuko tunapambana, na kisha tunahakikisha Simba yetu tuiweze kutoka hapa kufika mbali zaidi. Sasa mtapata vipi pesa kati hamjafunga? Kinyago ndo Benjamin Mkapa tunafunga Benjamin Mkapa hapa, nakuambia mwarabu kajichanganya, kaingia kwenye tanuru la moto. Waarabu wangapi wamekufa hapo? Bado wachezaji wetu wa Simba walicheza pasipo na mashabiki, lakini ushindi ulipatikana tena, mkubwa na mzuri. Kwa hiyo sisi tunaamini wachezaji wetu wakina Kibu Denis Simpanzo na wengine wote kwa ujumla, siku hiyo watakuwa faya. Hatuende kuzuia sisi, sisi tunaenda kuhakikisha tunam, tunamlazimisha mpinzani mpaka kipindi cha kwanza tu, hadi dakika e, masaa ni nusu saa dakika arobaini au amesha kufa chuma mbili. Kipindi cha pili huko sisi tunamaliza. Najua atakuja kulala, atafanya Benjamin Mkapa ni geto sabu, warabu, kwa sababu waarabu wana uwezo mkubwa sana wa kujilinda, lakini sisi, hata kama utafanya Benjamin Mkapa geto, sisi tunahakikisha tunaenda kwa hata tutawatekenya waweze kuamka tuweze kuwashambulia tuweze kuwafunga. Shukrani sana.